Tuzungumzie kwenye hii michezo ambayo mitatu ambayo Young Africans walishindwa kuchukua alama tisa, kwa maana ya mchezo michezo mitatu uh, ni mchezo upi ambao unaona Yanga wali walishindwa kuchukua wakiwa wamezidiwa kabisa moja kwa moja? Mechi mechi na, na, na Tabora ambayo walifungwa magoli matatu kwa moja ni mechi ambayo kwangu ina kumbukumbu kwamba Yanga hakuwa bora, lakini hakuwa bora kwa sababu uh, ukiangalia kuna baadhi ya wachezaji ambao moja kwa moja uh, walikosekana kwenye, kwenye kikosi na wa ambao walikuja kucheza zile nafasi uh, hawakuwa bora sana. Uh, nakumbuka Bakari alicheza kama center back na Azizi kitu kama hicho kwenye center back, ambayo mara nyingi tumeona top defenders ambao wanacheza wa, wawili kama partnership Dickson Jobu na Ibrahim Baka ambao hata timu ya taifa unaona mara nyingi wanawapia. Kwa hiyo tayari kuna tabia ambayo wameitengeneza kuwa comfortable zaidi wakicheza pamoja, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili uh, ilikuwa inatoa picha kwamba hata hizi timu kubwa hizi timu kubwa ambazo tunaziona kwenye ligi yetu ni Simba, Yanga, Azam. Wakati mwingine huwa kuna wachezaji ambao wakikaa muda mwingi nje, wakipewa nafasi hawawezi wakaonyesha waka ubora kama ambao wachezaji wengine wale ambao mara nyingi wanacheza. Kwa hiyo endapo hutaonyesha ubora wa juu alafu akutana na mpinzani ameamka vizuri, maana yake iyatokea makosa ndio kama yale ambayo tuliona kwamba tumetoka kuongea kwamba Yanga mara nyingi wanashambulia sana, wanasogea juu wakiwa comfortable, full back wao wa wote wanakuwa halfway line kiasi cha kwamba ukiwa na mawinga ambao wanakimbia sana wide, pasi mbili wamefika golini kwako, goli Azizikia. Anakosa penalti. Uh, nadhani ni Masaranga. Eh, alikuwa akachungulia, mpira unapigwa, wanakuja, eh, wanakuja kufunga goli. Kwa hiyo maana yangu ni nini? Kuna kitu alikuwa ameongea Abisai kwamba yaani Yanga ama Simba kuna kualiti hawakutani nao uh, kwenye ligi ndio maana hawezi kuadhibiwa, lakini huwa matukio yanatokea. Yani Fountain Gate wanapata counter attack, lakini daraja la wale wachezaji sasa, kuwaadhibu Yanga ama Simba inakuwa gumu. Ndio maana Ngasori anacheka tu, tuoni mara nyingi.